Hujambo popote pale ulipo, na karibu kwenye pita pita za kwangu, nami hapa VMM ukipenda Victor Mado Mandala. Nikafika katika maeneo kadha wa kadha, nusu nikujuze yale ambayo ameweza kujiri katika baadhi ya maeneo. Nilianzia kule Kericho mjini, watu wa majani, mpo majani chai. Naam, eh, kuna Polo mmoja avalia koti la bosi wake akidhani la Polo rafiki yake. Yaani wewe ni bosi, unaingia kwa ofisi, upate mfanyikazi amevalia koti lako. Watu ili, kwani wewe ni mkangala. Zivi kitu. Naam. Eh, wala nilewa mkanga la najua nini? Na kule Kericho, kabla ni kujuze zaidi, akisha kwamba chini ya video hii kuna neno subscribe. Kliki ya neno subscribe kambia sign in. Sign in na jimila account yako. Copy the link and share. Nweke comment yako pa chini. Then click notification bell ambayo iko hapa chini, itakuwa vema zaidi ili usiachwe nyuma kiwe vyote vile. Na ili kuwaje, eh, kule Kericho mjini kuna polo mmoja wa hapa, alichekwa na wenzake. Bosi alipompata, akingara kwa koti lake la thamani nje ya ofisi. Na kulingamba sinabani kwa kwamba bosi huyo aliacha koti lake kwenye ofisi na wadogo wake na, mm, was, na, ya wadogo wake na kutembea nje kwa shughuli za kikazi. Jamaa alipofika akafika mara ndio mtu mmoja akamfanyia utani, wewe usijaribu kuvaa ile koti langu, unajua ni mdosi ameacha koti kwa ofisi ya wadogo wake. Kwa hivyo huyu jamaa alipokuja kazini, wadogo walo, wale wenzake wa kazini wakamwambia, wewe usijaribu kuvaa koti langu, mmoja anamwambia. Yakafikiria ni ukweli koti lake na akavaa, kuvaa ametoka nalo nje, mdosi akatokea. Kumbe my friend, acha kuvaa vitu ambavyo visi vyako, utajiingiza kwa shida bure. Ilikuwa ah, wapi eneo <laughs> la akiwa ni we mdosi atujutu aya, semi kitu kitoka kule. Basi nikavuka mpaka inaitwa kanusin kule sotik, kuna eh, wageni walifika katika boma moja la hapa kuitisha mahari, wakitaka eh, walitakiwa wa, wa, waongee na binti yao ili amwachilie mumewe kwa madai kuwa alimfunga katika jiji moja nchini. Familia ya kidosho hiyo ilifika pale. Unajua tabia ya binti kufanya uh, yafanya wazazi wakose mahari. Yani binti wanaofika mahali wamezusha, kwani binti wanaweza fika mahali afanya wazazi wakose mahari? Nam inakuwaje pale ambapo um, basi yasema kwamba familia ya kidosho ilisubiri kwa muda mrefu kupewa mahari hadi wakaishiwa na subira. Walifunga safari kuitisha haki yao, lakini walipofika, wenyeji wao waliteta vikali kuhusu mwandada wao, wamekataa kulipa mahari na mnaenda kuitisha. Anasema chukueni mwende naye <laughs> haya. Naam, na, na, unapotafakari tafakari jao, nikavuka moja kwa moja hadi eneo la Thika mjini, Thika mjini eh, kuna pasta mmoja achemkia polo. Kwa nini? Eh, kioja kilitokea eh, mjini hapa, pasta mmoja alipomkemea vikali polo mmoja eh, kwa kupiga picha kwa kumpiga picha akikumbatia ama akikumbatiana na mwanamke mwingine, e, waliyekutana barabarani. Kuna, kuna, kuna, kuna, kuna haga, lakini ameenda amemkumbatia, ameshikana, nampapasa hapa nyuma kwa mgongo polepole pole, jamaa akampiga picha, so pasta anaanza kuzusha. Huyu ni mtu ambaye anafanya kazi yake, anatafuta content ya, ya mtandao. So pasta anazusha, mbona anapiga picha, mbona lakini. Kwani ulikuwa unafanya kitu kizuri akikupiga picha? Aya, semi kitu jamaa alikosema. Kwa hiyo pasta akazusha, pasta, chemkia, chemkia polo huyo kwa kumpiga picha kumpatia kipusa. Semikitu, kama unafanya choto ambacho unaona ni right, mbona unaogopa kupigwa picha ukifanya hicho? Do what is right. Naam, nikielekea kumalizia, nikafika Mombasa mjini, Mombasa mjini, eh, kuna eh, mwandada mmoja wa hapa amefungua roho akisema anahisi ndoa yake i, imekosa msisimko na mapenzi ya zamani, kiasi cha kujaribiwa kuwa na uhusiano wa kimapenzi na mfanyikazi mwenzake kazini. Anasema alipo alipo alipoonea uh, alipooana na mmewe miaka saba iliyopita walikuwa marafiki wakubwa waliokuwa na mawasiliano mazuri, lakini ndoto hiyo sijui ilifika wapi, kazimika bana. Sasa anasema amefika mahali mpaka nusura tu aingie majaribuni na jamaa wa kazini waingie majaribuni. Kwa hivyo anasema sijui kulifanyikaje, lakini what normally happens, watu wakishakaa kwa ndoa ni mazoea ama vipi? Kwa hivyo anasema yeye karibu aingie kwa majaribu. So mtu kama huyu, basi unamsaidiaje? Anasema nusura aingie kwenye majaribu. So amekiri mwenyewe mme ta, waume tafadhali, tafadhali, Mungu awasaidie upendo ule wa kwanza urudi kwa ndoa zenu, kwa jina la Yesu, amen. Na, nikitoka pale nikimalizia eneo la uh, Diani Kwale da Diani Kwale eh, kuna eh, barubaru mmoja wa hapa amefichua kwamba alijipata ali katika uhusiano wa siri na mwanadada mmoja aliyeolewa na sasa anahofia amezama katika penzi lisilo na matumaini. Anasema mwanamke huyo ambaye ni mama watoto wawili ndiye mtu anayemfanya ajihisi kupendwa zaidi maishani mwake. Uhusiano wetu, anasema eh, umejaa msisimko na upendo wa kweli. Yaani hapo ndiyo umeona penzi. Unajua anasema kwamba the grass is greener, the other side. Huyo ndio naona. Ngoja na utakae. Na yeye pia pia miaka tano. Wengine wao miaka saba. Ndio utajua pia labda. Ilikuwa ni msisimko tu. Please. Achana na mke wa mtu. Mke wa mtu ni sumu. Mume wa mtu ni sumu. Achana naye. Tengeneza wa kwako. Chimba kisima cha kwako. Wacha za kwenda nje, bana. Wacha za ovyo. Nika pita pita za kwako. Hata nende ameamua kupita. zao. bye bye